Wapenzi wa Mamdogo Build Training Center. Karibu tena katika chaneli yetu ya YouTube. Leo tunakwenda kujifunza kuwasha dryer. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu, basi gusa alama ya kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zetu na pia gusa alama nyekundu uweze kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata channel zetu. Unapotaka kuosha dryer yako, hii ni dryer, kazi yake ni kukaushia nywele. Kitu cha kwanza kabisa ambacho utafanya, utawasha hapa kwenye soketi yako, na baada ya hapa utakuja hapa katika hivi vidude viwili. Kuna kidude kimoja ambacho ni cha moto na kuna kidude kimoja ambacho ni cha dakika. Ni sehemu ambayo una seti muda ambao mteja wako hawezi kukaa, kwamba mteja unataka, mteja akae muda gani katika hiyo draya. Kwa upande huu tunaona kwamba ni kwa ajili ya moto na upande huu ni kwa ajili ya dakika kwa hiyo ukishawasha pale kwenye switch ukija hapa utaseti dakika zako kuna hapa kuna dakika kumi ishirini thelathini arobaini hamsini na kikawaida kwa rollers za miba mteja wako atakaa kwenye draya ya dakika ishirini kwa hiyo tutazungusha hii draya yetu mpaka itafika hapa dakika ishirini. Lakini pia kwenye moto wetu tumeweka moto sabini. Kwa kama mtija talalamika, atasema muda moto ni mkali au moto ni mdogo. Hapa ni sehemu ya kupunguza na kuongeza moto wako. Wakati basi endelea kufundisha hapa. Kwa wale ambao wanatamani kujiunga katika chuo chetu, tunatoa kozi mbalimbali za urembo kama vile kusuka, makeup, hairdressing malemba tunafundisha kupamba kumbi, keki, cherehani, pamoja na mambo mbalimbali ya saloni. Tunakaribisha sana katika chuo chetu, kipo kimara mwisho. Unaweza kutupigia kwa namba ya simu ni 0719569760. Kwa maana hiyo, hapa kama moto ni mdogo, ina maana tutaweka hapa. Kama moto wako umesema kuja na alamika, anaungua, tutapunguza moto, tutaweka hapa, utakuwa 50. Ukirudisha tena huku nyuma sana unakuwa ni upepo yaani, ndio alafu halitatoa moto, litakuwa tu linatoa upepo na kupuliza feni. Lakini kuanzia hamsini huu ni moto wa wastani, ambao unakuwa so mkali wala so mdogo sana. Kwa hiyo hata kama ni mtoto anaweza kakaa hapa, lakini tukirudisha hapa, tukiweka kwenye sitini, moto unakuwa ni mkali pia, so mkali sana, so mdogo sana. Ila ukiweka sabini, moto unakuwa ni moto wa mwisho, yaani ni moto mkali wa mwisho kwenye draya o kama mteja ameshaanza kukauka pia, anaweza anakwambia anaungua. Kuungua kuna sababu mbili, aidha moto ni mkali, au mteja ameshaanza kukauka. Tunakaribisha sana. Kama umefurahia somo letu la leo, basi gusa alama ya like, comment, share na wenzao waweze kufaidika na masomo haya. Karibu tena kwa ajili ya kipindi kingine.